Pasi na shaka ya aina yoyote ile, una enjoy sana na huwa hapa mradi koma, na kufikishia mawazo haya chanya. Si mwingine ni Gabo wa Zigamba, Salim mwanangu wa Ahmed. Mimi nafurahi sana unavolambaza nami, endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki. Huyu hapa ni mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili. Nasema titi la mama ni tamu hata likiwa lambwa, katika mradi koma leo niko na ndugu yangu Petimani. Petit, mwana mobali ya solo mwana mobali kitoko ezangai moko na kati ya moka ya Tanzania <laughs> <laughs> yani ni mwanaume mwemana ejitunza Tanzania yote hii, niko peke yangu, mwana yingine unasema eh, nzi atakiruka hawezi eh, ata kopumbwa likolo azali ndeke te ndege eh, t ni yani, eh, ni ataruke je awezi kuwa ndege tabaki, <laughs> nzi tu ndeke za ndeke nzinzi nzi, nzi, eza nzinzi bona. Sikiliza, leo iko katika mavazi rasmi kabisa, nataka nikuulize maswali da kabisa, hmm. kuhusiana na Kapteni Alhaji hmm. mwenyewe Ibrahimu Traore au, yes. ausio, bwana, nataka nikuulize hapo hmm. tunaweza tukapata mazingira ya kukomboa maadili na kukomboa mazingira pia, au sio? Kwa sababu kwa aina yake aliyoingia madarakani hmm. alikotoka, shemeji yangu <laughs> ukweni leo nataka tuongelee yeah, ukweni <laughs> ah, batanzani bazana, bazana bolingo munene bazana bolingo makasi na bana Bukinabe, watanzani mwanao mapenzi sana na wabukinabe mpaka leo tunawaongelea hmm. Sasa tutapita hapo tuweze kufahamu kama jinsi ambayo umesema tuweze kujua kwanza, uh, kapatena, le kapitaine uh, Ibrahim Traore. Yeah, Traore. napenda kumwita ibu. <laughs> Uh, kapitaine ibu anatoka nchi ya Bukinabe. Burkina Faso ni kati ya nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kifaransa, tunasema francophone huko. Naona inatoka kule Afrika wa Magharibi. Sasa yeye ni presida za presida, rais wa namna gani? Ni rais wa kimapinduzi ya kijeshi ambaye ameingia madarakani Septemba 30 mwaka 2022 baada ya kumepindua aliyekuwa rais ambaye pia naye alikuwa mwanamapinduzi wa nchi hiyo, ndio ikajengeka fikra kwamba atakayeua wa, kwa upanga wawe kwa upanga. Wakataka kumpindua kwa, alimpindua luteni kanali alikuwa anaitwa O Damiba uko naona, akamipindua naye akaingia madarakani, ambaye ye naye alifanya mapinduzi mwaka 2015 ndo mpaka hiyo 2022 ambapo Traore uh, aliingia na ikadiliwe kati hiyo 2015 mpaka 2022 palitokea vifo nyingi sana uh, ya bana Bukinabe Bukinabe ambayo ilitokana na vikosi za waasi waasi ambao wa ni watu ambao wa, wa, wanaleta maasi katika mm -hmm. eneo fulani. Sasa naongelea nchi ya Bukinabe, walikufa watu takriban 1.5 milioni. Ni watu nyingi sana uko naona, lakini baada ya kuingia sasa huyu kijana uh, Ibu Traor, mambo ilionekana kubadilika, alionekana kuwa ni kiongozi mwenye kapteni Ibu muda wote na hapa inakuwa ipo na hapa ipo kama ambavyo tunaona e, hapa ipo mezani e, na gwanda kama ambazo e, amefala. Huko naona sasa e. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye ni kiongozi uh, wa kijeshi mwenye cheo cha kapiten. Kapiten siku zote yeye ndio anakuwa kiongozi lideni moko, kiongozi anayeongoza wenzie, na kiongozi ambaye yeye inapotokea hatari yoyote anakuwa anajipambania sasa Traore anatembea na hapa ipo. Ile sio fashion, sio fashion eh, eza fashion te. Ile ndo misingi ya ya, ya ukapitani, kwamba ikitokea basi shambulizi yoyote, anakuwa anatunasema anafanya kitu gani? Anajilinda. na kuna siku uh, Traore uh, amejichukulia umaarufu mkubwa sana pale. Bukinabe wanampenda sana, asilimia kubwa ya wananchi wanamkubali kwa namna hiyo. Nilitaka nikuulize hilo swali kwamba ibu, kama unavyomhadithia kwa nini wa Bukinabe? mm. Eh, nikisema hivyo mm. nakuwa wanapatia yes. Yeah, wanampenda sana, wanampenda sana kwa sababu kwanza wanamfananisha na aina ya kiongozi alikuwa anaitwa Thomas Sankara ambaye aliuawa miaka nyingi sana kama mwaka themanini. mm. uh, kwa sababu uh, ye alikuwa ni kiongozi ambaye kwanza ni mzalendo, anepigania maslahi ya wananchi na kulinda rasilimali za nchi ya Pali Sankara uh, zamani tunaona, kwanza yeye ndo alikuwa kiongozi, alikuwa na msimamo ili ya kupunguza mm. matumizi ya viongozi yeye mm. ndo alisema amuna viongozi kutumia magari yale ya gharama ya, ya juu mm. badala yake watumie gari ndugu, unakutana na waziri mkuu iko mwenye IST hivyo na hivko naona na pia aliondoa ile ile ile ile hali ya ukeketaji kwa mwanamke mm, eh, ya basi, ye ndo alikataza ali sana na alikuwa pia mzalendo tukirudi, mm, kwa Traor, anafananishwa naye na kuna siku ilishaitokea pale White House ikulu mm, wananchi kwa idadi kubwa sana walienda nyumbani kwake sio kufanya fujo wala sio kumutaka atoke madarakani, mm -hmm. Walinda pale wakitaka, uh, wanasema si tuko hapa toza, tunakulinda wewe rais wetu hatutaki mtu yoyote akupindue au akuwe kama alivyotokeaga kwa Thomas Sankara miaka nyingi ambayo zilipita. Nataka turudi hapo kwenye eh, mradi koma kwenye kukomboa maadili, kuweza kuangalia maadili ya viongozi. Lakini tuendelee kuangalia ma maadili pia ya momonyoko wa nchi na nini hmm. Kwa sababu gani? Kwa sababu uh, ibu yeye anapendwa sana hmm. na raia wa kawaida hmm. lakini hata viongozi ambao yeye ako nao hmm. pamoja na kwamba ana hmm. Kiongozi ya kijeshi. Ana uongozi wake wa kijeshi; anataka watu waishi katika msimamo kadha wa kadha mm, bado mm, watu wanampenda mm, na ilikuwa kuna wakati oh, ili, ili, ili, ilipenyeshwa hongo mm, ili yapinduliwe ili mm, yauawe mm, na ikashindikana ika eh. kwa hiyo mm, kuna kuna kitu cha kujifunza hapo kwa viongozi kitu kikubwa sana alivyofanya yeah. Mapinduzi alitengeneza jeshi ambayo kwanza inaamini katika yeye mm. inaamini katika fikra ya yeye mm. fikra yake, kwa akatengeneza jeshi ambayo ni ya watu waaminifu. Umesemea juu ya mapinduzi ya kumpindua yeye, ilitokea mwaka, mwaka jana Novemba palito, uh, palikuwa na mfanya biashara ambaye alienda kushawishi jeshi ambayo ina mulinda uh, tunasema tunasema nani ibu Traore kapteni mm -hmm. kwamba tunataka tumpindue mm -hmm. tukifanikiwa, sio tu kumpindua, kumuua mm -hmm. Ukifanikiwa akaweka metani mzigo wa faranga CFA kama 5B, kwa ila Tanzania unaweza, unaongelea trioni 10 plus. Ni ile ambayo wewe ukisema, mm. uimalize kwa matumizi ya kawaida. Angalia angalia huo mkakati ambao wanaufanya mm. mfanyabiashara, yeah. kwa kwa kuwashawishi baadhi ya viongozi yeah. ambao kwamba sio, tukifanikiwa kumpindua yeah. tukifanikiwa pia kumpindua na kumuua, ina maana tayari ana roho nyingine tofauti hapo. Uh, hey. Na ndio momonyoko wa maadili unaanzia hapo, na mzigo ulikuwa mkubwa ila. Uh, sasa uone sasa bale basoldats ba wakasema, wakachukua ile mpango wakaenda kumwambia Traore, wakaandaa mazingira na tarehe nane ndio ilikuwa siku ya kufanikisha hilo. Eh, malizia, unasema eh, tarehe nane Novemba ndio ilikuwa siku ya kufanya hiyo uh, mapinduzi. Kisa na hiyo kab, mauaji kabla haijafika tarehe nane Novemba ya eh, eh, kufanya mapinduzi na mauaji eh, ambayo yamepangwa na mfanyabiashara eh. Tizama viongozi waliingia eh, kwa ibi. Kapteni mwenyewe ehe, wakamwambia bwana, tumeshawishiwa moja mbili tatu, bila kujali zile fedha zilizowekwa, bila kujali maslahi. Wakaomba msaada wa maji, alivyokuwa amewapa maji, namna walivyokuwa wanayanywa yale maji, kila mmoja alikuwa anaumimi kwenye kuyanywa yale he, maji. Walivyoondoka yule mwalimu akawaambia wanafunzi he, katika wale wanakwenda vitani, hatarudi hata mtu mmoja. E, likapita kundi lingine mfano wa lile yeah. Lakini walivyofika wakawa na njaa, wakapewa yeah. e, matunda matunda, tende hivi okay. kila yeah. mmoja akawa ana, anataka mwenzake aanze kuwa wa kwanza kula yeah. Walivyoondoka akasema katika wale watarudi wote. yeah. Unafikiri kitu gani alikifundisha pale? Kitu ambacho kikubwa alikifundisha ni kwamba yeah. wale walikuwa binafsi yeah. walikuwa wana kwanza mimi yeah. ya binafsi yangu uselfish ndio ule mm. ulitengeneza mazingira hata yeye kujua. yeah. hawa hata wakienda yeah. watashindwa kupambana na kufocus watashi. Lakini kwenye umoja, kwenye mshikamano ndio hata maadili yanakuwa mm. yanakaa vizuri. Ndio maana mradi koma huo anasema kwamba mara nyingi hapa napiga soga kwamba mm. watu wakiwa wamoja, wakaambatana, wakashikana kama ukuta, wakawa na dhamira ya kweli kwanza, mm. hawezi kushindwa mm. wala hawezi kukata tamaa, lakini kingine hawezi kushawishika. Mfanya mm. biashara anataka hiyo tarehe hiyo tarehe nane unasema mm. anataka watu wakampindue, mm lakini eh, mm -hmm. inashindikana mm -hmm. pamoja. Kuna maslahi makubwa juu ya meza juu ya meza, sio so, kitu kidogo. Na katika kumoja sasa, huyo huyo uh, mwana wa mapinduzi mm -hmm. uh, baada ya kukamatwa akasema kwamba yeye pia alikuwa anatumika na aliyekuwa president, ambaye alimpindua tuliongea mwanzo, po damila, Damiba, ambaye pia sasa na yeye alisema anashawishiwa na manchi ya poto tamaa, uh, mm -hmm. ya madaraka wa magharibi anataka kurudi madarakani huko naona yeah, mboka ya poto manchi za Ulaya uko naona, ikawa iko hivi sasa, pia yeye anatumika. Kwa hivyo, kwa kwa, anatumika yeah, misingi za Traore katika uongozi wake ni pamoja na kutengeneza intelligensia ya juu sana katika jeshi huko naona. Traore anapokuwa na safiri katika ndege, kuna kitu kinaitwa transponder ulazi. Kifaa hicho chenyewe kazi yake ni kuweza kutoa taarifa kwa rubani mwelekeo ya, ya ndege lakini pia uh, kutoa taarifa ya ya ya ya, ya kutoka ndege ilipo mpaka usawa ya bahari kwa maana ardhini altitude yake uh, kwamba iko wapi. Sasa huwa wanazima, maanake kutokujua trauli iko wapi. Vile vilevile trauli ni mtu ambaye ushakutana na familia yake eh. Sasa ni mtu ambaye anaificha familia yake mwanamke yake watoto yake anawaficha hii ni mbinu ambayo huwa anatumia na watu wengi sana ambao wamekuwa na wasiwasi ya utawala yao kwa sababu adui lazima anaanzia masi... kwenye familia, kwenye familia. Eh. Lakini eh. Ili, ili maadili yavunjike ili aweze ya kushinda eh. lazima aanzie sehemu inaoumiza na vile vile katika vikao zake zote anamtanguliza Mungu unajua kama ulisema alaji. Hmm. eh, ni mtu ambaye anaamini sana katika imani yake ya dini ya Kiislamu kwa akifika pale kabla ya vikao Bismillah almaliki almulki, yani lazima zipigwe, alafu ndo mambo ingine inaweza kuendelea. Huyo unaweza kuona uwezo ya Trao. Na hata ukiangalia uh, intelligence yake pia imekuwa ikimwambia kwamba una safari ya kwenda sehemu fulani. Sasa ile intelligence ya jeshi yake wa inachunguza kujua sehemu wanaokwenda unaenda, pana usalama uh, pana kiasi gani yeah, pa, yeah kwa kila hatua ambayo utakanyaga. Na kama utakumbuka, uh, mwishoni mwa mwezi Januari kwa Februari Tanzania ulifanyika mkutano wa, wa ya wakuu wa nchi wa Afrika kujadili kuhusiana na masuala ya nishati, ilikuwa inaitwa Mission 300 kama utakumbuka. Mwenyeji wake alikuwa ni presida ya mboka huyo mama Samia Suluhu Hassan, na yeye alitajwa kuwa moja kati ya, ya wakuu wa nchi wa Afrika e, na watu walitamani sana kumwona, ila hawakumwona Huyu? Yes, hapa ni Salim mwanangu wa Ahmed, endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki. Tuko hapa, jaribu kuambia tu eh, namna ambavyo mikakati ya kijeshi, lakini pia na namna ambavyo inaongozwa, lakini pia wanaoongozwa wanakuwa wanaweredi kiasi gani na wanakuwa wanashikamana kiasi gani. Tukishikamana hivyo, maana yake tunaweza tukafika kule ambapo sisi tunataraji kufika. Kila mmoja anataraji kufanya mambo mazuri sana, na hakuna mtu ambaye anataraji kufanya mambo ambayo yalikuwa pauko pakawa kwa namna hiyo.